Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho huenda kikawa kimekupita katika posti iliyopita. Hii ni posti ambayo Diamond aliweka kupitia kurasa yake wa Instagram na zungumzia Wasafi kwa ujumla, Wasafi FM na Wasafi TV, ambapo walikuwa wana posti kuhusiana na watu ambao wameshirikishwa au wamealikwa katika iftari ile ambayo Diamond alikuwa ameiandaa juzi. Sasa hii kama ilikuwa imekupita, niko hapa kwa ajili ya kukuhabarisha ni kwamba watu wengi sana wamekuwa na maswali mengi sana, kwa sababu katika watu ambao walikuwa wamealikwa, mmoja wapo alikuwa ni Nabii Mwamposa. Mtume huyu Mwamposa ambapo aliandika hapa Wasafi iftar mtume Mwamposa invited. Na hakika pale picha yake. Lakini katika posters ambazo alikuwa ameziweka katika mitandao ya kijamii tunafahamu kabisa kwamba huyu Diamond ni Muislam na issue ya iftari huaga ni Waislamu wanafuturisha Waislamu wenzao ambao wako katika mazingira magumu kwa namna moja au nyingine, yani kama sadaka. Lakini kitendo cha Diamond kumwalika Mwamposa eh, nadhani wasafi wenyewe walikuwa wanajua kabisa kwamba kinaweza kikaleta backlash negative, yani watu wakaanza kusema, wakamsema sana Diamond. Hivyo basi wakati wameposti hiyo, wakazima comment. Sasa kitendo cha kuzima comment, wadau wakawa wanajiuliza kwamba kwa nini wamemposti Mwamposa, kwamba wamemwalika katika futari alafu wakazima comment. Umeona bwana eh, hicho. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo watu wengi sana wamekuwa wakijiuliza huko mitandaoni, kwa hilo tukio ambalo wamelifanya hivyo basi. Hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba eh, bwana wasafi wamezima comment kwenye mwaliko wa Mwamposa katika ftari ya Diamond, wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao, nataka nikusomee baadhi ya, ya comment. Kuna mtu anasema bwana, mimi naona e, kuuliza mimi naomba kuuliza, kwani kumkaribisha mtu chakula mpaka awe dini yako? Mfano muislamu kwa mwislamu mkristu kwa mkristu, mbon, kwa mwenzie mkristu yeye. Mbona kwenye mikutano yake anaita watu wa dini zote na watu huwa wanaenda. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, bora wali, wali maharage kuliko wali kuliko walimwengu mtume ndani ya nyumba kwa mtu ameandika hivyo kwamba bwana, mtume wa mwisho alikuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka hapo huyu kaupinga Uislamu kwa kujiita mtume, halafu eti anaalikwa ftari. Bwana basi bora mge, mgeita dina kuliko kuita ftari, maana hivi mnatuharibia maana nzima ya ftari. Umeona, eh, so hizi ndo backlash ambazo tulikuwa tunazizungumza, na watu waliokuja kuweka maoni ya namna hiyo ni wengi sana, lakini wewe pia ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia weka maoni yako hapo katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.